Katika mtaa wa Kiembeni, kaunti ya Mombasa, kijana huyu ameona fursa adimu kutoa mchango wa kusaidia kuitunza bahari. Huu ni mradi wa Ricky Bags, kampuni inayoongoza kwa kutengeneza mabegi kwa kutumia mabaki ya plastiki ambayo yangetupwa baharini. Robert Mirima ni mwanzilishi wa kampuni hii. So, hapa Ricky Bags, kile tunafanya tuna upcycle uh, mabango ambayo yameshatupwa, badala ya kuchafua mazingira ama kuenda kwa, kwa ocean uh, kwa bahari. So tunatumia tena kutengeneza mabegi uh, na vitu vinginevyo. Lakini wanapata wapi plastiki hizi haya mabango? Tuko na partners wengi ambao tuna work nao. Mmoja ni hao ambao wanafanya printing, so katika printing unakuta kuna zingine unaweza kukuta zimeprintiwa vibaya, so hapo hapo tunaenda kuchukua hizo mabango. Hapo ya pili ni wale ambao wanafanya events, e, mtu wa, wa kufanya events kama iko na siku tarehe fulani, baada ya hiyo tarehe kuisha huwa zinawekwa kwa store. So tunaenda kuongea na hawa mashirika tofauti ambao wanatupatia o wa mabango, na tatu pia tuna work na kama county government ambao pia wanafanya shughuli zao za kufanya advertisement ama sensitization programs. So kama county government ya Mombasa imetusaidia sana kutudonetia banners, kuhakikisha kwamba tunapata material za kutosha kufanya nazo mabegi. Kuna tofauti gani ya mabegi haya ya plastiki na yale ya kawaida? Kila begi linachangia asilimia fulani kuzuia mazingira, so kila begi letu namba 1 linalinda mazingira, alafu ila pili, pia linakuwa waterproof, haliingii maji. So since tunatumia a mabango na mabango yanakaa kule kwa yananyeshewa na pia yanakaa kwa jua kwa muda mrefu. So haya mabango ndio tunatumia pia kama kufunikia nao mabagi yetu ndani. So unakuta linakuwa maradufu na pia kukinyesha, kama saa hizi kuna kipindi cha mvua eh. Kama uko na gadgets hapo ndako ndani, kama ni laptop eh, itanyeshewa. Hawatengenezi mabegi tu lakini fulana pia. Kwanza hili jaket ambalo nimevaa hili linaitwa bumba jacket, Ricky bumba jacket. So jacket hili limetoka katika jinsi ambayo imeshatumiwa imetupwa. Kuna makampuni hizi za EPZ ambazo ziko kila maeneo Kilifi, Nairobi. So wakishashona kuna zile westi na bakia ya jinsi, badala ya kutupa tunaenda pia kuchukua hayo majinsi na kutengeneza hizo bomba jacket. So kama hii bomba jacket zetu zinakuwa very unique. So kama bana ikibakia pisi ndogo, kuna make sure tunaunganisha na pisi nyingine ili tufanye begi lingine. Hilo ni la kwanza. La pili kuna hizi uh, ambayo inabakia kama spongi, na hizi mafabrics ndogo ndogo, hizo fabrics tunazikusanya pia tunatengeneza kama pillow case ambazo zinatumika kwa makochi na vitu vinginevyo. So yaani, sisi kwetu sana tunaimba taka ni mali. Kutoka taka hadi bidhaa za mitindo, Ricky Bags sio tu kampuni, bali ni mradi unaotengeneza ajira na kuchangia usafi wa mazingira jijini Mombasa.